Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mloamini nyie tubieni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyokuwa ya kisasawa. Kama wanavyosema mufassirun wa taubatan nasuha alla taud ila dhanb, toba ya kisasawa, toba ya ukweli ni mtu kutia azma kwamba mimi sitorudia tena madhambi. Hiyo ndio toba ya kisasa, kwa sababu toba ina masharti manne. Kwanza uwache ile madhambi ambayo unayafanya, unapotubia uwache. Pili uyajutie, anadamu tauba kujuta peke yake ni tauba hiyo. Umwambie Mwenyezi Mungu, wallahi nilikosea sana, nilifanya mambo ya kijinga, najuta sana ya Allah. Alafu utia azma kwamba sitorudia tena. Hii ndio masharti ya toba. Na ikiwa kuna haki ya mtu umewahi kumdhulumu umemfanyia mabaya mrudishie haki yake. Wahida TV.